Asante. Nimeunganisha tumejiandaje? nime, nimeunganisha, nimeunganisha na, na masuala ya, ya kupotea vifo vilivyojitokeza kwenye vurugu vurugu, ma, ma, vurugu ina madhara mabaya, tusipeleke tena tukatae kupelekwa tena kwenye utumwa no, nawanamezea mate. Never on earth. Tutatumia jitihada na nguvu zote na gharama yoyote kulinda rasilimali za Tanzania na Tanzania yenyewe. That is the thing. Kwa nadhani hili nimelisemea na nimesemea hiyo ya hisia za Disemba 9, tunasema wa Tanzania, nimeelezea kirefu sana. Yeyote ambaye ana grievances yeyote aone njia mbadala, si ya kuirejesha Tanzania tena kwenye jambo lililotokea, twende kwenye njia zingine Makundi mbalimbali yasikilizwe, mambo ya mahusiano yatasikilizwa, mambo ya makundi mbalimbali yatasikilizwa, hoja mbalimbali zitafanyiwa kazi. Milango mpaka ya kiongozi mkuu Mheshimiwa Rais ipo wazi na ya wasaidizi wake wote na ya mijadala ya sisi kwa sisi iko wazi. That is the way we have to go. Tuepuke ile njia ambayo tunaona viashiria tunaona viashiria vya sabotage. That is the thing, lakini tunasema kwa wale ambao wanamezea mate rasilimali, wanaona njia nzuri ya kuzifikia rasilimali ni kuwapiganisha vichwa wa Tanzania wachukiane, wagombane, watengene, wapate makovu ambayo ni irreparable. We, waingie kwenye vurugu ili wao wafikie zile rasilimali. Vyombo vya dola vina kiapo na serikali na viongozi wana kiapo cha kulinda nchi hii na kulinda rasilimali zake. Wala hii nchi haiwezi ikaendeshwa kwa remote. Kuna mambo ya kitaasisi na kuna mambo ya kiutawala. Moja ya jambo ambalo lilikuwa recommended na watu wa haki jinai ilikuwa kupunguza mambo haya ya kurundika rundika watu kwenye mahabusu. Mahakama za mwanzo zinarundika watu kwenye mahabusu e, kila mtu ana, analaza mtu hata jambo lenye dhamana mtu anakataliwa ana, ana, ana. hivi tunavyoongea jaji mkuu wa mahakama ya Tanzania ameissue circular ya kuzuia mahakama za mwanzo kupeleka watu ovyo ovyo kule kwenye kurundika watu kule. Hii ni statement ya jaji mkuu wa Tanzania akitekeleza akitekeleza recommendation za tume ya Mheshimiwa Rais ya mambo ya haki jinai na mengine mengi yanayohusisha mazingira ya utekelezaji wa hizi hoja za haki jinai siku hizi. Hivi tunavyoongea, case movement ya kesi hii ilikuwa recommendation pia. Movement ya kesi kupita kwenye, kwenye ile vehicle kwenye zile taasisi zote za haki jinai inaonekana kote Amna hii akimaliza kwa DCI huku inajulikana ikitoka magereza huku inajulikana. Na na haya mambo ya ya ya transformation hizi, ndugu zangu, si jambo la siku moja, tunaongelea utamaduni uliojengeka tangu mkoloni. Kwa hatua hii na usubutu huu waliofanya Mheshimiwa Rais kwenye hili jambo la haki jinai, itakapo itakapochukua kasi yake, naamini mambo mengi haya yata yatarekebishwa. So hili ni eneo mojawapo ambalo nimetoa tu mifano michache inayohusisha mambo hayo ya, ya haki jinai, lakini yapo na mengine ambayo yalikuwa yanahusisha hizi recommendations za kutoka haki jinai ambayo yameshaanza ya kufanywa kazi. Mengine yalikuwa yanayohusu yani, tu utu. Yaani tulikuwa bado tuna magereza zile ambazo zilijengwa kwa ajili ya Waafrika alafu wanaowapeleka ni wale weupe wakoloni, wale, wakoloni. E, maigereza ma, ma, yalikuwa hivyo, kwenye recommendation zikaletwa recommendation za kujenga nani hizo ambazo zinazingatia utu, naenda uangalie nani mpya zilizojengwa ni recommendation ya tume ya Mheshimiwa Rais ya masuala ya haki jinai. Sasa hiki kipengele kimoja hiki kinachohusisha hiki kipengele kimoja kinachohusisha e, e, eneo la, la jeshi la polisi, nimesema ama vyombo vyetu vya ulinzi na usalama nimesema, kuna mstari mwembamba wa mazingira haya ambapo tumeshafika levo hiyo, kwamba lolote linalotokea tunasema hii ni serikali. Lakini mimi niwaambieni, mimi niwaambieni nimekuwa waziri wa mambo ya ndani, kama kuna muda, kama kuna muda jambo hilo lisingekuwa limefanyika kwa viongozi wa CCM inchi. Moja kwa moja ilikuwa inaenda kuamini kwamba haya mambo yanayotokea ni ya chama na chama. Huku Mkuranga, Rufiji, Kibiti waliuawa zaidi ya wenye viti wanaotokana na CCM zaidi ya mia hivi. Hiyo soti yenyewe imewahi kuwaza kwamba hawa watu walikuwa wana soti vipi? lakini eh, serikali ilichukulia tu huu ni uhalifu, haikuchukulia ni chama kimojawapo kimefanya, ilichukulia huu ni uhalifu. It is very dangerous, tunapokuwa kwenye taifa likitokea jambo lolote, tunadhani ni vyombo vya dola hii. Hii ndio njia ninayosema tunatafutwa. Tuna, unatafuta kuyo, kuondolea heshima chombo ambacho ndio kimepewa dhamana ya kulinda rasilimali za nchi sasa mapungufu ya mtu moja moja yaliwahi ya, ya, ya hata kujitokeza zamani, sitaki kutaja maeneo ambayo watu wame, walipoteza wapendwa wao, lakini ziliwahi kuundwa tume zina, zika, zika, zika investigate viongozi wakuu kabisa kwenye taasisi yetu, jamani, simu nakumbuka. Ku, ku, ku, ku, ku, tabia ya mtu moja mmoja waipo, lakini kitu kimoja ambacho tuepuke ni, ku, ni kuona taasisi yetu tuone mmoja moja, moja. Hivi hivi moja ya jambo gumu ndo nilimwambia lile la, la Kibiti, that was ilikuwa another, another terror. Ilikuwa jambo moja. Yani wewe kila siku unaamka, mwenyekiti moja naye kanyakuliwa, mwenyekiti mwingine naye kwa. Wale wanaopendaga kugombanisha Watanzania ilikosa tu ladha, kwa sababu waliokuwa wanapotea ni wasisiem kati mwingine mimi huwa nalaumiwa kwa kuongea tu ukweli. Ilikosa ladha kwa sababu walikuwa wana, wana, we, wangepotea wenye viti mia moja hivi wa chama cha upinzani ama watu. Ingekuwa serikali imechukua, ingekuwa vyombo vya dola imechukua. Bali ulikuwa uhalifu tu, ulikuwa uhalifu, vyombo hivi hivi vikakabiliana na uhalifu huo mpaka So eh, kwenye yale yaliyo mapungufu na tume imeundwa, mimi ni waombe wa Tanzania Let's get back tuamini to, to tume imeundwa na senior citizens and then, kwenye maeneo ambayo tunaona yana mapungufu hasa hasa eh, katika masuala ya mahusiano, masuala ya kiutawala, masuala ya ukamataji, hayo ni mambo ambayo yanatakiwa kuwa rectified na naamini eh, hatubishani kuhusu mambo ya aina hiyo. Sasa, nimewapa mfano, nimewapa mfano hii mambo ya watu kupotea. Nimewapa mfano hivi, kama watu wanaweza wakafanya jambo la njama na wakajua hili jambo moja kwa, na wanatafuta kukosanisha watu na wanajua moja kwa moja, ili atakayelaumiwa ni serikali, wanashindwaje kufanya, if there is a mission, wanashindwaje kufanya kama mtu anaweza akachukua hatua ya kusafiri na mabomu na kama tu ready handed na mabomu, wanashindwaje ku, yani wanaweza akawaza nani huko hivi, huyu tuki, itajionekana tu, so all of them, wa Tanzania inahitaji tuamke, alafu yale ambayo ni ya msingi turekebishe, na ndio maana mheshimiwa rais ameunda tume. Nilikuwa naelezea hilo la eh, watu kuogopa watu kuteka watu kupotea, so si jambo jema, niwaambia, na mwanzo si jambo jema, na the government is concerned with that one. Sasa nije na lile, watu wangapi aliyeuliza amenisaidia kabisa, anasema mbona majengo mnataja, mbona vitu mnataja. Na hiyo ndio sababu, ndugu zangu, hatutaji watu. Guys, tunaongelea maisha ya watu, tunaongelea watu wamepoteza wapendwa wao. Haya si majengo. Ni nchi ya aina gani hiyo ya, ya kuselebreti mtu, mtu maisha ya mtu? Guys, and these are the things ambazo tunaenda kwenye, kwenye, kwenye miko, ni vile halijakukuta wewe. These are the things ambazo tumeshi, siku hizi watu wamesha kuwa wepesi tu, mtu ameondokea na, na mpendwa wake, wewe una posti like uh, una posti kama picha ya engagement Mimi huu mshangao hata sijaanza leo. Hata wakati wa COVID, e, bungeni nilisema hivyo guys, why, should, why are we celebrating? Ku, how, why are we celebrating loss of lives. Kwa nini tunataka kusherehekea watu kupotea? I thought, I thought, I thought we admit jambo limetokea ambalo Watanzania wote tunajua jambo limetokea, limetokea jambo lililo cost lives, sindo, vurugu yoyote ikitokea there is a loss of lives, tume, tume nani, tume wote. And then we are now busy. We are now busy tunataka and at the situation ambako kuna mtu amepoteza mpendwa wake, sisi tunataka tuanze kuhesabu kama watoto wamezaliwa. Mnataka tuanze kuhesabu kama mafanikio, guys? Mnataka tuhesabu kama magari? lives ya watu, mnataka tuhesabu kama, kama magari, guys? na watu wampoteza wapendwa wao, mnataka tuhesabu kama magari? na wengine wanataja tu, hayuko hata hapa, anasema ni watu hawa, yuko hapa hata hapo, hayo anasema tu ni watu hawa hapa idadi hii, sehemu nyingine tunaona, tunaona mili inawekwa, inawekwa pale nyuma yake, kuna magari plate number hata si za inchi hii, na na sisi kwa sababu kitu kikisha kuwa mtandaoni tunakiamini kama kilivyo. Kuna sehemu mpaka taasisi ile ikaomba radhi kuposti kwamba hii picha si ya Tanzania, sisi tumeendelea tu kuona hivyo hivyo. Guys, why are we celebrating it huku, huku mi naendelea na kwenyewe kukuona kama ni, ni kutaka kuimba wimbo wa aliyekuwa na lengo la jambo hili. Na mtu aking'ang'aniza, wa nikiona watu wanaingia na mabomu alafu wanang'ang'aniza kwamba wamekufa wengi, naanza kuhisi kama vile wanawaona wanawajua waliowaua, wa ambaye hayuko hata hapa amejuaje? Guys, si mlikuwa mnaona, mlikuwa mnaona hata na nyie ameanguka mmoja, pale kaanguka hivi, pale ka, Yes, we admit that vurugu hii has been with loss of lives. Alafu wale wanau, wanao wanao wanaoonesha wanaoonesha wanaoonesha hectares and hectares za watu wamelala wame, wa, wa. Sisi sisi jamani hivi hivi do you know hivi do you know I, I, I, what does it mean watu watu hiyo kama wale wanaotaja kushuhudia mambo ma, ma, ku ya aina hiyo kwenye nchi moja jirani. do you know? Kwanza tu you, you, huwezi ka, huwezi, eh, eh, Kwanza mji huu tu harufu yake ingekuwa hivi, unajua damu ya binadamu ilivyo, wanaongelea tu elfu ngapi, si laki ngapi? Guys, tuwe makini e economic war hapa kwenye nchi yetu I'm sorry if I've, I've, I've, I've been emotional. Lakini I'm, I'm just trying to wear the shoes najaribu na kuvaa viatu hivyo kwamba look how, how watu wanafanyaje celebration za jambo la aina. And then na sisi kwa nini tunataka kupiki hiyo. Imagine kila mmoja aliyeguswa na jambo hili at a very family level at a very family level na akaenda kumhifadhi mtu wake. Kumbukeni kwa mfano, kumbukeni kwa mfano, MV Bukoba, lipotokea jambo la MV Bukoba, kwa wale waliokuwepo, yani muwe shuleni mwe wapi. Kwa hiyo meli moja, kila mtaa wana jambo hawa watu wanaonyesha hectares ende hectares eti kwamba hey, guys, let's be sincere. We admit kuna, kuna jambo, loss of lives has happened, lakini let us respect ubinadamu and let us respect famili families familia, tuheshimu, tuwape break familia zilizopata madhara, kama kuna eneo moja mbili tatu ambayo ina bado iko na concern, nadhani bado na lenyewe linatakiwa lifanyike kwa heshima, sio kwa celebration, sio kwa sherehe. Wengine wale wanaotaka iwe sherehe wana jambo lao wanalolitaka, wale wanaotaka iwe sherehe wana jambo lao wanaolitaka. Mimi ningetamani weka staha sana, tunapoongelea jambo ambalo linahusisha maisha ya mtu mmoja, hizo families. Na kwa sababu tume imeundwa, tutoe nafasi hiyo, tutoe nafasi hiyo ili tupate mambo ambayo ni ya uhakika. Tutoe nafasi, tusiende na wale wanao wenye jambo lao. Ai, jambo limetokea has been with laws of, of the of people. Kwa nini tusipate tusi taarifa za eneo hilo, i, za jambo hilo hilo lilotokea hata tukaweka picha za nchi nyingine eh? Wa Tanzania wale wanaofanya wale wanao sherehe wana jambo wanalolitaka wana, wana wana nimeiongea nime hiyo tu emotionally kwa sababu inahusisha maisha ya mtu inahusisha maisha ya watu inahusisha maisha ya watu. Si jambo la kuselebreti bila kuwa na uhakika, si jambo la kuselebreti bila kuwa na uhakika. Jambo lingine amesema mwenyekiti, reforms reforms zimefanyika, reforms zimefanyika, jambo lililohusisha jambo lililohusisha sheria ya tume huru ya uchaguzi limefanyika. Yalikuwepo tena haya haya, kutoka chama tawala, ya kwamba mtu asipite bila kupingwa. Haya yaliletwa na wadau pamoja na vyama vingine, kwamba pasiwepo na hii mambo ya mtu kupita bila kupingwa, yalikuwa accommodated. Hii ni, ni, ni, ni level ya kusikiliza. Yalikuwepo mambo ya, ya na, kuwa na wakurugenzi kutokusimamia yaliletwa na yenyewe, yalifanyika. Kulikuwepo na mambo ya, ya kwamba hivi vyama vingine vinakuwa vyama vya upinzani bado vichanga visaidiwe magari, ilifanyika. Vyama vyote vyenye wagombea walipewa magari, nadhani mgombea na mgombea mwenza, ilipita hiyo na yenyewe kwenye sheria Sasa hii nyingine ambayo ilikuja kuletwa three months before the election ndo eh, mambo ya kuanza kujiuliza hao watu wanaitakia nini Tanzania? How can you do that one. Na, na, na Amidi hapa amesema eh, la jambo la mgombea mwenza mambo ya katiba, wapi waliwahi kuandika katiba kwa miezi mitatu na waelekee kwenye uchaguzi hii hata ita ile ipendekezwa tulipambana karibu miaka mitano na tukuipata miezi mitatu unapata katiba gani? Kwa hiyo mengine hayo ni haikuwa haikuwa sababu kwa kweli, na nadhani kwa kuwa tumeshapita na mimi ni waombe kwa kuwa huko kwingine tulishapita tusiangaike, tusidwell tusi, tusi sana kwa sababu kama haya mambo yanayohusisha ya wengine yana gharama ya, ya, ya maumivu ya mioyo tu, tuendeni na mwongozo ambao mheshimiwa Rais ameutoa wa kuvuka hapa, and then kama eh, eh, amid apo unasema mambo ya, ya mgombea binafsi ni mambo ya katiba. Haya sio mambo ya, sio mambo ya sheria, ni mambo ya katiba haya, na, na kwa sababu majambo la katiba liko kwenye ilani tukisha seto haya mambo ambayo mheshimiwa rais ameyatolea mwongozo tukajua haya klicho tukaelewana tuka iron out tukarejesha tuka umoja Watanzania wa, wa, wa wao wamoja, those are the things ambazo zinatakiwa ziendelee kupitia kwenye masuala ya katiba na haya mambo yamo kwenye ilani. Uh, mambo ya kwa nini serikali naamesema inaingilia kwenye editorial ili na lenyewe amna jambo moja hivi, unasema serikali imefanya ime kama kuna incidence. I think we, we did with the incidence. Kama imetokea incidence ya aina hiyo, lakini Tanzania iko kwenye rekodi ya kutokufanya mambo ya aina hiyo. Tanzania, jamani, ninyi ndio simko hapa, mngejua mngejua magnitude ya ya freedom of speech and uncertainty of freedom after speech <laughs> eh? eh freedom you are, you are guaranteed the freedom of speech <coughs> but, but, but not freedom of speech, hii Tanzania haimo kwenye level hizo za kufuata kuingilia watu kwenye editorials. Eh, ikitokea incidensi ni incidensi tu, na kwa, kwa, kwa miko tuliojiwekea wenyewe ya kushughulikia incidensi tu. Mimi niwaombe tusiende kwa kwa because, ni nchi yetu na sisi, hizi ni, ni, ni sekta zetu na, na, na sheria ni zetu. Nadhani tunavyoenenda kwenye mambo ya, ya ya, press hata ninyi mlivyo mlivyo mlivyo anza mwanzo kuelezea, mmeelezea the cooperation ambayo imekuwa kama iko incidents tutashughulikia hizo hizo incidents tu, yes, mmeelezea wakati mnamkaribisha mna waziri, mlivyo msema waziri, im, im, ime portray what has been the relation between the government now. na na mwaka jana tu taasisi za uandishi zote tulikuwa tunafanya tuzo hivi si, ni mwaka huu tena, hata sio mwaka jana tuzo. Unaweza kupata tuzo kwa incidences they may happen, na mimi hiyo sitaki tubishane nayo, ikitokea. Hizo ndo maana kuna wizara kamili tuzishughulikie hizo hizo, na ninyi pia mna, mna okasi zenu za kusema kwa serikali. Tuiende tui namna hiyo misukosuko ya kiuchumi kwa maslahi ya muda, nisingetamani sana tui, tuirejee, e, ina madhara hii. Hii haya mambo haya yana madhara tena, sio madhara kwa uchumi kama, kama, kama numbers macro. Hii mambo ya aina hii yana madhara kwenye maisha ya Mtanzania mmoja mmoja Watanzania wengi tunao hata hapa Dar es Salaam tunao ambao kuishi kwao ni atoke. Jamani, wapo Watanzania ambao hana hata jiko pale kwake, ana kuishi kwake ni huwa atoke. Nimekaa nime sana mtaani, nayajua haya. Jamani, wapo ambao ni kuishi kwake siku hiyo ni atoke, na wapo ambao kuishi kwake bajeti yake aliyonayo ni ya kununua kila siku. Jamani, si sis, sote tunajua haya sasa. Yanapotokea mambo ya aina hii, si tu madhara kwenye uchumi mpana, hata kwenye maisha ya mtu mmoja mmoja moja, moja. Tumina, naomba Watanzania tu, tu, tu, tu, tuepuke mambo ya aina hii, naomba tuepuke, tumeongea hata na taasisi za kidini na nawaomba tena viongozi wa dini zote, viongozi wa, ma, wa, wa makundi yote, tuendeni tusemezane, tusipeleke tena Tanzania kwenye jambo hilo ambalo lilijitokeza tukatae. Hamasa zile zinazo zinazotolewa kwenye mitandao ama katika eh, fieldi mbali mbalimbali, nasema kuna oda ya shooting Hivi hivi pakitokea, pakitokea vurugu unarudi lini kukonsulti kwamba ni shuti au nisishuti? Eh alafu halafu na, na tunaona tunaona tunaona tunaona idadi kubwa ya askari wamepoteza maisha yao eh, nani kaweka oda wa shuti? Hili ni jambo baya limeshatokea. Tusubiri tupewe ukweli wake. E, ukitaka kusema kuna oda ya kushuti aliye shuti askari yes. Alitokea oda hiyo, alitoa wapi, na aliye huyu na huyu wa, wale kwa wale amdi wametoa wapi zoda? Au huyu katoka hapo amekamatwa na, na, na mabomu e, oda ametoa wapi so E, lingekuwa jambo dogo tu hivi, mheshimiwa Rais angeunda na lingetume na lingekuwa tu jambo liko straight tu hivi, na angeunda tume. Mimi nawaomba Watanzania wala tusiende kwa emotions, tusiende kwa hisia. Jambo la kufanya tuendeni tusemezane wote tujitenge na jambo lolote linaloweza kutupeleka kwenye kile kilichotokea. Hata hii amesema mnajiandaje, nasikia kuna, kuna tetesi za Desemba 9. Rai yangu kwa watanzania wote mwenye dukuduku duku, na yule ambaye eh, anakajambo ana kero yeyote ile, tujitenge na tuambizane, tukatae kwenda tena kwenye mambo ya aina hiyo, tumbakize adui pekee anayemezea mate rasilimali za nchi yetu.